Justice and other basic needs. Kuna mayatima ambao wanategemea Muslim Association kuwapa mkono wao wapate lishe. Kuna wajane ambao wanategemea Muslim Association iwape mkono waelimishe watoto wao. Kuna watoto ambao wako kwenye vyuo vikuu wanategemea basari kutoka kwa Muslim Association. Kila kitu kimekwama kielimu na kimaisha kwa sababu ya hiyo ofisi moja. Hatutakubali kwamba haki iko wazi na wewe utumie mamlaka yako kukanyaka haki ya umma. Kama kazi imekushinda unauliza wajuzi wa kuonyesha, kazi gani inafanyika? Want to address the ODPP office Nairobi, huyu Nyambura ni mfanyikazi wenu, hatumtaki. You come mumchukue, hatumtaki. Mumlete mtu mwingine asimamie hii kesi 7.2 million. Tunaitaka Nyambura. ODPP office Nairobi, ODPP office Bungoma, mnatakana mjue kitu moja, hata sisi Waislamu atupangwingwi, atupangwingwi. Pia sisi, na uwezi kula pesa na unyamaze. Wewe ni mama, mama unakula haki ya mayatima, haki ya wajane, haki ya wanawake. Wewe ni mama mgani unakula haki ya watu? Kwanza amegeuza ofisi yake, imekuwa kangaroo court. Yeye mwenyewe amefanya kazi ya polisi imekuwa ngumu polisi wakishika mtu yeye anachukua analetea, hongo wanakata kesi. Tumesema, tumesema hatutahaitoka hapa, tutapiga maandamano kila siku mpaka tumekishua Nyambura ametoka. Tunataka kuambia ODPP, kazi ikimshinda nyumbani is the best kwa watu kama hawa. Polisi wetu wa Kenya wanalaumiwa kila kuchao kwamba wanafanya kazi mbovu, lakini wanafanya kazi iliyo nzuri wakikesha usiku na mchana kutafuta wahalifu wakifikisha uhalifu kotini, ODPP anakuja ana withdraw hizo kesi.